Kila kitabu ni darasa na kila uklasa ni hatua moja kuelekea kwenye mafanikio. Katika video hii nitashare na wewe vitabu kumi ambavyo vitakusaidia sana katika safari yako ya kutimiza malengo yako. Mtaalamu wa masuala ya uwekezaji anaitwa Dan Lok ameshawahi kwa kusema kwamba only knowledge is not powerful, but applied knowledge is more powerful, yaani maarifa peke yake hayana nguvu na wala hayatakusaidia ila maarifa yanayofanywa kazi huwa na nguvu na ndiyo huleta matokeo kama unataka kuwa bora katika eneo lolote lile, basi huwezi kukwepa kusoma vitabu. Kumbuka, leaders are leaders and leaders are leaders, viongozi ni wasomaji na wasomaji ni viongozi. Kitabu namba moja ni Biblia Takatifu, the Holy Bible. Biblia imeandikwa na waandishi mbalimbali walioongozwa na Roho Mtakatifu. Toleo la kwanza la Kiswahili lilichapishwa mwaka 1890 na toleo la sasa linapatikana katika lugha na tafsiri mbalimbali. Biblia inajulikana kama neno la Mungu, neno linaloelezea mpango wa Mungu kwa mwanadamu kuanzia uumbaji wa dunia maisha ya Yesu Kristo mafundisho yake kwa ajili ya ake wa kuu mbili Agano la Kale na Agano jipia. Agano Jipya la Kale limeandikwa na manabii, wafalme pamoja na waandishi wa historia, wakati Agano Jipya limeandikwa na mitume pamoja na wafuasi wa Yesu Kristo. Kitabu hiki kinafundisha maadili ya Kikristo, imani na jinsi ya kuishi maisha ya kumcha Mungu. Biblia inatoa mwongozo wa jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, lakini pia inafundisha jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na watu wengine, kikiwa na mafundisho kuhusu upendo Msamaha, umoja, pamoja na haki. Pia Biblia inatoa matumaini ya uzima wa milele ila kwa wale wanaoamini katika Yesu Kristo. Biblia Takatifu ina hadithi nyingi sana maarufu kama vile uumbaji wa dunia, hadisi ya Nuhu na safina, hadisi ya Musa kutoka Misri na wana wa Israeli, Daudi na Goliati, pamoja na kuzaliwa, maisha, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Wasomaji wa kitabu hiki wanasema kwamba Biblia inatoa majibu ya maswali ya msingi kuhusu maisha, kifo pamoja na uzima wa milele. Kama unatafuta mwongozo wa kiroho na mafundisho yatakayobadilisha maisha yako napendekeza Biblia takatifu kiwe ni kitabu ambacho unasoma kila siku. Kitabu namba mbili ni Atomic Habit cha James Clear, amekiandika mwaka 2018. James Clear ni mtaalamu na mwandishi wa masuala ya tabia. Ana uzoefu mkubwa sana katika kuandika vitabu vingi na makala nyingi zinazohusiana na saikolojia ya tabia. Atomic Habit ni kitabu kinachotoa mbinu za kubadilisha tabia ndogo ndogo ambazo zinaweza kuwa na athari kubwa sana kwenye maisha ya mtu ya kila siku. Mwandishi anafundisha jinsi ya kutengeneza na kuondoa tabia kwa kutumia hatua ndogo na rahisi kabisa ambazo zinaweza zikakuletea matokeo makubwa sana kwa baadaye. Katika kitabu hiki anaelezea kanuni kama the law of Aggregation na identity based Habit ambazo zitakusaidia sana kuweka malengo na kuyafanikisha. Sasa kuna mambo manne ambayo utajifunza katika kitabu hiki. Jambo la kwanza ni nguvu ya asilimia moja. Mwandishi anaeleza nguvu iliyoko katika mambo madogo ambayo yanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwa baadaye. Lakini jambo la pili, anaeleza umuhimu wa kutumia mifumo badala ya malengo. Sasa, mifumo ni nini na malengo ni nini? Malengo ni matokeo ambayo wewe unataka kuyafanikisha. Kwa maneno mengine, malengo ni kama alama ambayo unataka kuiweka. Na tunaposema mifumo, mifumo ni hatua za kila siku ambazo unazichukua ili kufanikisha lengo lako. Kwa lugha rahisi kabisa ni kwamba mifumo ni tabia na taratibu ambazo unatakiwa kufanya kila siku ili kufikia lengo lokuwa nalo. Kama wewe ni kocha, lengo lako linaweza kuwa ni kuchukua vikombe vingi, ila mifumo ni kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa, ili waweze kukusaidia kupata vikombe hivyo. Lakini jambo la tatu utakalojifunza katika kitabu hiki ni mchango wa mazingira katika kujenga na kubomoa tabia fulani. Unajua kuna baadhi ya tabia huwezi ukaziacha, kama utaendelea kuwa na watu wale wale, ama kama utaendelea kuwa katika eneo lile lile ambalo linakuhamasisha kuendelea kufanya tabia fulani. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha tabia fulani hakikisha unabadilisha mazingira. Jambo la nne ambalo utajifunza katika kitabu hiki ni tabia ni utambulisho. Yani, tabia yako inaweza kutuambia kwamba wewe ni nani na ni mtu gani. Mwandishi anasema jenga tabia kulingana na mtu ambaye unataka kuwa. Kama unataka kuwa mwandishi, anza kujenga tabia za waandishi, kama vile kuandika kila siku, hata kwa sentensi chache tu. Fanya mambo ambayo waandishi huwa wanafanya, kama vile kusoma vitabu, kufanya tafiti na kuandika mara kwa mara. Kwa hiyo tengeneza tabia kulingana na mtu ambaye wewe unataka kuwa. Kama unataka kubadilisha maisha yako kwa kutumia tabia ndogo ndogo zitakazokuletea mafanikio makubwa, basi napendekeza nenda kasome Atomic Habit. Naamini utarudi na, na ushuhuda. Kitabu namba tatu ni The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon ni kitabu ambacho kimeandikwa na George S. Carson mwaka 1926. Ni miongoni mwa vitabu bora zaidi duniani kuhusu usimamizi binafsi wa fedha. Ni kitabu ambacho kinatoa mafunzo na kanuni za kifedha kupitia hadithi za zamani sana zilizotokea katika mji wa Babeli. Mwandishi anazungumzia kanuni tano za fedha, yeye anaziita kanuni za dhahabu, The Golden Rule. Kanuni ya kwanza anasema jilipe kwanza mwenyewe, Pay yourself first. Anatumia hadithi ya muhusika mkuu aliyoitwa kijana aliyolisi umaskini kutoka kwa wazazi wake, lakini baada ya kuzifuata kanuni alizofundishwa na mzee Almagush baadaye ndiye akaja kuwa tajiri mkubwa katika mji huo wa Babylon. Nimeshafanya uchambuzi wa kitabu hiki na linki ipo hapo chini kwenye description. Nenda kaangalie kanuni za kifedha ambazo zilitumika zamani ambazo mpaka za sasa hivi bado zinaendelea kutumika na zinaendelea kutengeneza watu ambao wanajitegemea kiuchumi. Hakikisha unasoma na unatazama video ya uchambuzi wa kitabu hiki cha The Richest Man in Babylon na naamini utarudi na ushuhuda. Kitabu namba 4 ni Rich Dad Poor Dad cha Robert Kiyosaki. Amekiandika mwaka 1997. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinazungumzia tofauti ya kimitazamo ya kifedha kati ya baba tajiri na baba maskini Rich Dad Endi, poor dad. Mwandishi anasema tofauti kati ya matajiri na maskini haipo tu katika fedha ila tofauti nyingine ipo katika mitazamo yao kuhusiana na fedha. Robert Kiyosaki, kwanza, yeye ni mtaalamu binafsi wa masuala ya fedha, mzungumzaji na mwandishi ambaye amejulikana sana kwa vitabu vyake vingi kuhusu elimu ya fedha na kitabu hiki cha Rich Dad Poor Dad ni miongoni mwa vitabu ambavyo vimempa umaarufu mkubwa sana. Kiyosaki ana uzoefu mkubwa katika biashara pamoja na uwekezaji, lakini pia ni business partner na rais wa Marekani wa awamu ya 45 na 47, Donald Trump wanafanya biashara kwa pamoja, lakini pia wameandika vitabu kwa pamoja. Miongoni mwa vitabu ambavyo wameviandika kwa pamoja ni kitabu kinaitwa Why We wamekiandika mwaka 2006. hiki ni kitabu ambacho kinaelezea kwa nini unapaswa kufanikisha kufikia uhuru wa kifedha. Trump pamoja na Robert Kiyosaki wanatoa maoni yao kuhusu hali ya kifedha ya watu wengi sana na namna ya kubadili maisha yao kwa kupata elimu ya kifedha. Lakini kitabu cha pili ni The Midas Touch Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't, wamekiandika mwaka 2011 ni kitabu kinachoangazia sababu za msingi zinazopelekea baadhi ya wajasiriamali kufanikiwa na baadhi ya wajasiriamali kushindwa kufanikiwa. Hiki ni kitabu ambacho kinatoa mafunzo kwa wajasiriamali kuhusu jinsi ya kujenga biashara zenye mafanikio ya kudumu. Sasa turudi kwenye kitabu chetu cha Rich Dad Poor Dad. Hapa nimekuandalia mambo kadhaa ambayo utajifunza katika kitabu hiki cha Rich Dad Poor Dad. Jambo la kwanza ni umuhimu wa elimu ya fedha na jinsi gani itakavyokusaidia katika kufanya maamuzi bora kuhusiana na masuala mazima ya pesa, lakini jambo la pili anaelezea tofauti kati ya mali na madeni ama Asset and liability. Kumbuka, kitu chochote kinachoingiza pesa mfukoni mwako, hiyo ni asset. Na kitu chochote ambacho kinatoa pesa mfukoni mwako, hiyo ni liability. Jambo la tatu, jinsi ya kuwekeza. Mwandishi anaelezea mbinu za kutumia pesa ulionayo kutengeneza pesa zaidi. Jambo la nne, utajifunza hasara ya kutegemea ajira kama chanzo pekee cha mapato. Kuajiriwa si jambo baya kwa sababu wengi wetu huwa tunatumia ajira kama sehemu ya kuanza kujitegemea sisi wenyewe. Sasa katika kitabu hiki utajifunza kiundani na mbinu ambazo mwandishi ameeleza kwa kina sana. Jambo jingine ambalo utajifunza ni hatari ya kufanya kazi kwa ajili ya pesa. Robert Kiyosaki anasisitiza kuwa watu wengi huwa wanafanya kazi kwa ajili ya pesa badala ya kufanya pesa kufanya kazi kwa ajili yao. Tabia zako za kifedha ambazo zinaweza zikaathiri hali yako ya kifedha na maisha kwa ujumla. Lakini kumbuka, nimeshafanya uchambuzi wa kitabu hiki. Tumia link ambayo iko hapo chini kwenye description, ukajifunze masuala ya fedha, biashara na uwekezaji kutoka kwa Robert Kiyosaki. Kitabu namba tano ni I must I can I will The Spirit of Success. Mwandishi ni marehemu Dr. Reginald Mengi, amekiandika mwaka elfu mbili na kumi na nne. Hiki binafsi mimi huwa skiti tu kitabu, binafsi huwa nakiita ni mwongozo wa maendeleo binafsi na mafanikio. Sasa mwongozo huu umeandikwa kama nilivyokuambia, na Reginald Mengi kwa ajili ya vijana wote ambao wana ndoto kubwa na haya ndiyo mambo ambayo mwandishi ameyazungumza katika kitabu hiko. Jambo la kwanza ni nguvu ya kujisemesha maneno chanya. Mwandishi anasema ni muhimu kujifunza kujisemesha maneno chanya kama vile, lazima nifanye, naweza kufanya, nitatimiza. Sasa maneno kama haya yatakusaidia wewe kwanza kuimarisha imani kwa yako ya ndani na kuchochea hatua za kuelekea kwenye mafanikio yako. Kumbuka kile unachosema ndivyo kile ambacho kinakuwa. Jambo la pili ambayo utajifunza ni jinsi ya kuondoa hofu na mashaka. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kina, kina, kinatoa mbinu za kushinda hofu na mashaka ambayo yanakuzuia wewe kufanikisha ndoto yako. Lakini jambo la tatu ni kujitoa kwa ajili ya malengo yako. Ni kitabu ambacho kinaelezea namna ya kuwa mtu wa mkazo na, ku, na kufukuzia malengo yako hata kama unakutana na vikwazo vya muda, mazingira ama watu wengine kwa hiyo utajifunza jinsi ya kujitoa kwa ajili ya malengo yako. Kumbuka wewe ndio una wajibu na maisha yako. Jambo la nne utakojifunza ni nidhamu ya kujituma. Mwandishi anasema kwamba mafanikio yanahitaji nidhamu na bidii ya hali ya juu sana. Lakini jambo jingine utajifunza, uvumilivu katika changamoto. Mwandishi anaelezea umuhimu wa kutokata tamaa hata, hata kama mambo hayaendi kama vile ambavyo umetarajia. Kwa hiyo utajifunza jinsi gani ya kuwa mvumilivu katikati ya changamoto. Jambo jingine ambalo utajifunza ni matumizi ya fursa. Ni kitabu ambacho kinafundisha jinsi ya kutambua fursa zilizoko karibu na wewe na kuzitumia vyema bila kuchelewa. Jambo jingine utajifunza nguvu ya maamuzi ni kitabu ambacho utajifunza jinsi ya kufanya maamuzi madhubuti na kuyasimamia imara katika kuyatekeleza. Ni ujumbe muhimu sana ambao unatolewa katika kitabu hiki. Lakini jambo jingine utajifunza jinsi ya kujiamini, kujijenga na kujiamini. Ni kitabu ambacho kinatoa mwongozo wa kujijenga binafsi na kuimarisha kiwango chako cha kujiamini katika maisha. Lakini jambo jingine ambalo utajifunza ni roho ya uthubutu. Mwandishi anahamasisha wasomaji kuwa na uthubutu wa kufanya maamuzi kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza katokea katika uhalisia kama hautothubutu kuchukua zile hatua za mwanzoni. Sasa kama unataka kama unataka kujifunza jinsi ya kufanikisha malengo yako kwa kutumia nguvu iliyoko ndani yako, I must, I can, I will, ni kitabu ambacho kinapaswa kuwa sehemu ya maktaba yako. Kitabu cha sita ni How to Overcome Procrastination. Sasa miaka mingi iliyopita ilifanyika tafiti kuangalia ni tabia gani ambazo huwa zinawafanya watu kuchelewa kufanikiwa ama kuto kufanikiwa kabisa. Sasa katika tafiti ile ilikuja kugundulika kwamba kuna tabia thelathini ambazo huwa zinawafanya watu kuchelewa kufanikiwa ama kuto kufanikiwa kabisa. Walipofanya uchambuzi wa kina Ikaja kuonekana kwamba tabia ya kugairisha mambo ndiyo tabia inayoongoza kuchelewesha watu kufanikiwa ama kuto kufanikiwa kabisa. Kwa hiyo Brian Tracy anasisitiza kuwa ili uishinde tabia hii, pendekeza mbinu zifuatazo. Sitazielezea kiundani sana, utatafuta kitabu hiki utakisoma. Jambo la kwanza, panga vipaumbele vyako kwa kanuni ya Pareto principle, yani ile kanuni ya 80 kwa 20 ambayo inasema kwamba asilimia 20 ya juhudi zako zitakuletea asilimia 80 ya matokeo. Kwa mfano katika kitabu, asilimia 20 ya kurasa zote ndizo zimebeba asilimia 80 ya mafunzo mazima. Asilimia 20 ya wateja ndio uleta asilimia themanini ya mapato ya kampuni katika chaneli yangu hii ya YouTube asilimia ishirini ya video zangu zote unizalishia asilimia themanini ya watazamaji pamoja na subscriber kumbuka uwiano huu haupo fixed yani, si lazima uwe themanini kwa ishirini hapana unaweza ukawa kumi kwa tisini thelathini kwa sabini ama namna yoyote vile kadi ambavyo inakuwa lakini jambo la muhimu ni kwamba tambua kazi muhimu zaidi kisha uifanye kwanza. Mbinu ya pili ambayo utaitumia ni mbinu ya eat that frog. Yani, fanya kazi ambayo ni ngumu kwanza, ile kazi ambayo ile kazi ambayo wewe unaiona ngumu ifanye kwanza, alafu zile kazi nyepesi zilizobakia utazifanya baadaye. Mbinu ya tatu mwandishi anaipendekeza ni jifunze kugawa kazi zako katika makundi madogo madogo, yani, gawanya kazi zako katika sehemu ndogondogo. Hii itakusaidia kupunguza mzigo wa kisaikolojia na kufanya uanze kuchukua hatua bila ya kuwa bila ya kusita. Lakini mbinu ya tano ni mbinu ya time blocking, yaani panga muda maalum kwa ajili ya ajili ya kufanya kazi. Kwa mfano, fanya kazi labda kwa dakika 20 ama 30, kisha pumzika kwa muda mfupi. Baada ya hapo unafanya tena kwa dakika 30 ama 40 baadaye tena unapumzika. Usifanye kazi masaa mawili. Hii inaweza kukuchosha na kujikuta unadailisha kufanya kazi. Lakini jambo mbinu nyingine ni ondoa vishawishi, distractions zote. Kama unafanya kazi fulani na unafahamu kabisa simu hii inaweza ikawa ni sababu ya kutokuimaliza kazi hii. Weka simu pembeni. Zima notification zote. Weka airplane mode ili uimalize hiyo kazi. Kwanza, usije ukaigalisha. Kwa hiyo tengeneza mazingira tulivu yatakayokuhamasisha wewe kukamilisha majukumu yako kwa ufanisi. Na mbinu ya mwisho ni wekeza katika nidhamu Tafiti zinaonyesha kuwa kuna tofauti kubwa sana kati ya hamasa na nidhamu. Hamasa itakusaidia kuanza, lakini nidhamu itakusaidia kuendelea mbele. Kwa ujumla, Brian Tracy anafundisha kuwa kushinda tabia ya kugalisha mambo ni suala la uamuzi binafsi na nidhamu binafsi. Kila siku, chukua hatua moja ndogondogo kuelekea kwenye malengo yako bila kuchelewa. Kwa hiyo unapendekeza ukitafute kitabu hiki, kitakusaidia sana. How to overcome Nation. Kitabu cha saba ni Five Regrets of the Dying. Majuto matano ya watu wanaokaribia kufa, amekiandika Bronwell mwaka 2012. Miongoni mwa vitabu bora sana ambavyo binafsi navipenda sana, kitabu hiki ni kitabu ambacho kinatoa maoni na hisia za watu ambao walikuwa wanakaribia kufa kuhusiana na mambo ambayo wao walishindwa kufanya ama hawakuyafanya vizuri wakati wa maisha yao. Sasa nitakupa muhtasari kidogo mfupi kuhusiana na kitabu hiki Bronnie Ware. Kwanza, huyu ni nesi maarufu sana nchini Australia ambaye alifanya kazi ya uuguzi kwa miaka ishirini na sita na katika, katika muda huu wote wa kufanya kazi alikuwa akiwahudumia wagonjwa ambao kwanza umri wao ulikuwa umeenda sana, lakini mbili, walikuwa ni wagonjwa ambao walikuwa wanasumbuliwa na yale walikuwa magonjwa yanayopelekeaga umauti lakini wengi wao walikuwa ni wale ambao wamesharuhusiwa kutoka hospitalini kwenda kupumzika nyumbani. Sasa, kwa mujibu wa nesi huyu, anasema kwamba alikuwa akihudumia wagonjwa ambao walikuwa wamebakiza wastani wa wiki kumi na mbili sawa na miezi mitatu ya maisha yao hapa duniani sasa kipindi chote hiki cha miaka 26 alikuwa akiwauliza maswali mbalimbali wagonjwa mbali wake na katika maswali hayo, alikuja kugundua kwamba kuna majibu matano ambayo yalikuwa akijirudia rudia kila wakati, na ndipo alipoamua kuandika makala fupi mtandaoni aliyoita five regrets of the dying, majuto matano ya watu wanaokaribia kufa. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba makala ile ilipendwa sana na watu, na wengi wao wakamwomba kwamba aandike kitabu ili aweze kuelezea kwa undani majuto hayo, na ndipo Bron Wallen akaandika kitabu hiki mwaka 2012. Sasa ajabu ni kwamba katika majuto hayo yote matano hakuna hata juto moja linalohusiana na masuala ya fedha. Na kwa sababu ya muda wangu, sitakutajia majuto yote matano. Juto la kwanza, wengi walisema kwamba wangetamani kuishi ndoto zao na si ndoto za watu wengine. Sasa baadaye walijikuta hawana furaha kabisa na vitu ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo kwa hiyo wengi walisema kwamba kama wangekuwa na nafasi nyingine tena, wangefanya vitu ambavyo wanavipenda bila kumwogopa mtu mwingine yoyote yule. Wengi wao walisema kwamba walikuwa na vipaji fulani, walikuwa wana uwezo fulani lakini lakini waliofia watu wangewaelewaje? Marafiki wangewachukuliaje? Ndugu wazazi wangewaonaje? Wengine walisema kwamba walikuwa na elimu kubwa, kwa hiyo waliofia kuacha taaluma zao na kufanya mambo mengine, kwamba watu wasingewaelewa, lakini mwishoni walikuja kujutia sana. Kwa hiyo walisema kama wangepata nafasi nyingine, wangetamani sana kuishi ndoto zao na si ndoto za watu wengine binafsi ninapendekeza kama unataka kujifunza jinsi ya kuishi maisha yenye maana na kuepuka majuto makubwa ya baadaye Five Regrets of the Dying majuto matano ya watu wanaokaribia kufa ni kitabu ambacho kinapaswa kuwa sehemu ya maktaba yako kitabu namba nane ni fahamu ya ndoa kabla ya ndoa nisikilize kwa umakini sana mapenzi kabla ya ndoa huwezi kuyakuta ndani ya ndoa ndani ya ndoa utakutana na mambo tofauti kabisa, tena mengine ni ya ajabu kwelikweli. Unajua kwa nini mapenzi kabla ya ndoa yamejaa maigizo, lakini mapenzi ndani ya ndoa yamejaa uhalisia? Huwezi kuupata uhalisia wa mwenza wako kabla ya ndoa. Kwa hiyo habari za kusema bado tunasomana hazitakusaidia, maana mnasomana kwenye maigizo. Ndani ya ndoa unaweza kabisa usikutane na lugha kama I love you sweetheart na lugha nyingine zenye ladha tamu, badala yake utakutana na lugha za mauzi na kelo kwa wingi. Usishangae yule uliompenda kabla ya ndoa ni mlevi, ni mzinzi, mwizi, muongo, mchonganishi, mlafi, mgomvi, mdangaji kupindukia, wakati kabla ya ndoa huenda alikuwa anaimba na kwaya. Kwa hiyo nimekuandikia kitabu hiki cha Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa, kukushirikisha mengi kuhusiana na ndoa ili ukiamua kuingia basi, utakapokutana nayo yasikuvunje moyo ukamvunja mtu, maana vijana wa siku hizi kitu kidogo tu mnauana. Mwisho wa kunukuu. Sasa hayo si maneno yangu, ni maneno ya Dennis Mpagazi. Kama unatarajia kuingia kwenye ndoa, basi mimi napendekeza soma kitabu hiki cha Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa. Kitabu namba tisa ni jinsi ya kufanikiwa katika nyakati ngumu. Mwandishi ni Joeli Nanauka, mwaka elfu mbili na ishirini amekiandika. Unajua, maisha ya mwanadamu huwa yakose changamoto, na mara nyingi changamoto siku zote ndizo huwa zinatusaidia kutuimarisha kila siku kama wanadamu. Kuna mambo ambayo yanaweza kutokea ghafla, ambayo kwa namna mmoja ama nyingine yanaweza na ya kukuumiza moyo na yakakufanya ukose furaha kabisa. Sasa Joeli Nanauka, kupitia kitabu chake hiki, anatoa mbinu za kufanikisha kupita katika nyakati ngumu. Tuliosoma kitabu hiki kimetusaidia sana kuboresha maisha yetu kwa kutumia mbinu na mikakati ambayo Joeli na Nauka ameielezea. Kwa hiyo kama unapitia katika changamoto na unataka kufanikisha malengo yako, jinsi ya kufanikiwa katika nyakati ngumu ni kitabu ambacho unapaswa kukisoma. Kitabu cha mwisho ni Retire Young Retire Rich, Robert Kiyosaki amekiandika mwaka elfu mbili na moja. Binafsi sijamaliza kukisoma kitabu hiki, bado ninakisoma kitabu hiki na huwa ninakirudia rudia kila siku. Ni moja ya kitabu bora sana ambacho nakipenda. Sasa kwa ufupi ni kwamba kitabu hiki ni sehemu ya mfululizo wa vitabu vya Rich Dad Poor Dad. Ni kitabu ambacho Robert Kiyosaki anatushirikisha safari yake ya kifedha na jinsi alivyofanikiwa kufikia uhuru wa kifedha mapema kabisa, na mbinu ambazo alizotumia yeye kustaafu mapema, lakini akiwa ameshafikia uhuru wa kifedha. Mambo ambayo Robert Kiyosaki anayapendekeza ni kwamba jambo la kwanza, mabadiliko ya fikra za kifedha. Mwandishi anasisitiza kwamba kufanikisha uhuru wa kifedha kunahitaji mabadiliko ya fikra zako kuhusiana na pesa kazi pamoja na uwekezaji. Lakini jambo la pili ambalo utajifunza katika kitabu hiki ni nguvu ya maono na malengo. Ni kitabu ambacho kinaonyesha jinsi ya kuwa na maono makubwa na malengo madhubuti yanayoweza kusaidia kufanikisha maisha yoyote yale ambayo wewe unayataka. Lakini jambo la tatu ni nguvu ya uwekezaji. Kiyosaki anazungumzia umuhimu wa kuwekeza mapema katika mali ambazo haziamishiki, iwe ni biashara hiyo, ni masoko ya kifedha. Sasa vitu kama hivi vitakusaidia kujenga utajiri ambao unaendelea kukua. Lakini jambo la nne ambalo utajifunza ni jinsi ya kutumia mikopo na fedha za wengine. Anasisitiza kutumia leverage, leverage ya mikopo ama rasilimali za wengine ili kuongeza uwezo wako wa kifedha, lakini kwa maarifa na nidhamu ya hali ya juu sana. Lakini jambo jingine ni jinsi ya kukubali hatari na kujifunza katika kushindwa. Unajua, mafanikio ya kifedha yanahitaji uthubutu wa kuchukua hatari, kutek riski na kuendelea hata kama utashindwa. Kuna wakati utashindwa, lakini unahitaji kuinuka kuendelea tena, lakini usiache kuthubutu kuchukua hatua. Kumbuka kuna jambo ambalo linaweza likatokea kama usipochukua maamuzi ya kwanza. Jambo jingine ambalo utajifunza ni jinsi kutengeneza vyanzo vingi vya, vya mapato. Kiosaki anafundisha umuhimu wa kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato badala ya kutegemea chanzo kimoja, hasa mshahara. Jambo la mwisho na kubwa ambalo analizungumzia ni weka mkakati wa kustaafu mapema. Ni kitabu ambacho kinatoa mwongozo wa jinsi ya kupanga maisha yako ya kifedha ili uweze kufikia malengo yako ya kustaafu tena, ukiwa na uhuru wa kifedha. Kwa hiyo, kama wewe ni mmoja wa watu ambao wanataka kuachana na kazi hizi za kila siku, za kila siku na kufikia uhuru wa kifedha, basi usiache Kusoma kitabu hiki cha Lita Yang Litaa Lich. Kwa hiyo kwa kumalizia, kumbuka kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu anayesoma vitabu vingi, lakini hafanyi kazi ile anayojifunza na yule anayesoma vitabu vichache, lakini anafanyia kazi kile ambacho anajifunza. Nambia maoni yako hapo chini kwenye comment. Je, umeshawahi kusoma kitabu gani kati ya vitabu hivyo ambavyo nimevisema hapo juu? Ulijifunza nini? Ni kitabu gani ambacho bado haujasoma? Na ni kitabu gani ambacho unatamani niandaye, niandae uchambuzi wake? Mimi naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango. Mpaka wakati mwingine.